Tukiangazia mengine ni kwamba mwili wa marehemu afisa wa polisi Samuel Tompoi aliyeuawa nchini Haiti wakati wa operesheni ya amani uliwasili hapa jijini Nairobi jana jioni. Naibu inspekta jenerali Gilbert Masengeli aliongoza ujumbe wa maafisa usalama kupokea mwili huo katika uwanja wa ndege wa JKIA, huku familia ikianza mipango ya mazishi. Mwili wa afisa wa polisi marehemu Samuel Tompoi Kaetuai aliyeuawa alipokuwa kwenye misheni ya kulinda amani nchini Haiti uliwasili jijini Nairobi Jumatatu usiku na kupokelewa na heshima zote katika uwanja wa ndege wa kimataifa Kenyata, JKA, wa Jomo Kenyatta JKIA. Naibu inspekta jenerali wa huduma ya polisi ya utawala Gilbert Masengeli aliwaongoza maafisa kupokea mwili wa marehemu. Pia alikuwepo seneta mteule Peris Tobiko akesala Kaetuai kwa uchungu akipata fursa ya kupokea mwili katika uwanja wa JKIA. Kaetuai aliuawa na magengi wa Haiti wakati wa operesheni ya kulinda amani nchini humo. Misheni ya kimataifa ya usaidizi wa usalama ikidhibitisha kifo chake kupitia mtandao wa kijamii wa X mwezi Februari, ikisema afisa huyo alifariki kutokana na majeraha aliyopata wakati wa operesheni. Wizara ya mambo ya nje kupitia katibu mkuu Korir Sing'oei, ilitoa rambirambi kwa kumpoteza mmoja wao. Kwa mujibu wa ripoti, Haiti imekumbwa na ongezeko kubwa la vurugu za magenge, hali ambayo imesababisha mamilioni ya watu kufurushwa kutoka makazi yao. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika makafani ya Chiromo ukisubiri mazishi. Odi Francis, runinga ya Citizen, Nairobi.